Baada ya naibu kamishna wa madini nchini kutoa tamko kuhusu utaratibu wa uchimbaji wa madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani mkoani Manyara a, chama cha wachimbaji wadogo wa madini hayo kimepinga vikali tamko hilo a, kwa madai kwamba litaibua upya mgogoro katika eneo hilo. Mtazamaji kutoka huko Manyara, Ramadhani Mvungi ndiye shuhuda wetu Novemba 13, mwaka huu akiwa jijini Arusha. Kituo hiki kilimkariri naibu kamishna wa madini nchini mhandisi Ali Samaje akiwataka wachimbaji wote kuendesha uchimbaji wao kwa kufuata sheria. Naibu huyo kamishna wa madini nchini alitoa kauli hiyo baada ya vikao vya kamati maalum iliyoundwa kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa tatizo la mwingiliano ndani ya migodi baina ya wachimbaji wadogo na wakubwa katika machimbo ya Tanzanite Mererani. Uh, unapokuwa umepewa leseni kila moja na mipaka ya leseni yake, na ndiyo maana tunaweka mpaka eh, eh, eh, coordinates kwenye kila leseni. Kwa hiyo kimsingi wachimbaji wanatakiwa wachimbe kwa kufuata utaratibu huo eh, eh. Kwa hiyo amelerani sasa ni kwamba kila moja anatakiwa chimbe kwa kuhakikisha kwamba anaheshimu mipaka ya leseni yake, na na asiweze kwenda kumwingilia mwingine, kwa sababu anapokwenda kule anamkutana na plani zake, akiingia kule ni rahisi kuweza kuchimba bila kuathiriana na hivyo kuweza eh, eh, ah, ya na, na na na na kufuatia tamko hilo Chama cha wachimbaji wadogo mkoani Manyara kinachojulikana kama Marema kimekuja juu na kutoa kauli yao ya kutokuridhishwa na uamuzi huo, kikidai kwamba tatizo la msingi bado halijatatuliwa na kwamba huenda kukazuka machafuko katika eneo hilo na hatimaye kuhatarisha biashara ya Tanzanite. Hivyo basi tunalaani kwa nguvu zetu zote tamko la ka, kaimu kamishna wa madini Tanzania ambalo limesigina kwa kisigino taarifa ya, ya, ya, ya kamati na mapendekezo yake ambayo ndiyo yaliyokuwa mwarobaini wa kumaliza mgogoro kati ya wachimbaji wakubwa na wachimbaji wadogo wa Tanzanite Mererani. Aidha, wachimbaji hao wakiongozwa na katibu wao Abu Bakar Madiwa wamekwenda mbali zaidi na kulalamikia kitendo cha naibu kamishna wa madini nchini katika tamko lake kuiruhusu kampuni ya Tanzanite One na shirika la madini la taifa STAMICO kuendelea kuchimba katika eneo lenye mgogoro.